Kitu kinachomfanya mtu aendelee kunyanyasika ni kusema ukweli. Upo dukani, unauza nguo okay. bei kapanga bosi, mshahara wako kuupata shida. Anakuja mteja anakuuliza hii nguo shingapi? Elfu tano, bei ya bosi, na ukimaliza kuuza mauzo anachukua. Haya, wewe unafaidi nini? Punguza ukweli haoni ndugu zako wanavyokula bata kwa maisha ya kweli. Hawa una ndugu wanatembelea magari ya kukodi, ila mbele ya mademo wanasema wamenunua kikuracho kinguoni mwako, maana ndicho kinachokujua vizuri, lakini tukisema ni pete na kidole, kuna atakaosema fresh. Si hawana pete sasa? juu yako ni kama nguo na mwili, si unaona, huwezi kumkwepa eh? Punguza ukweli. Unaweza ukahisi mjini hakuna wachawi kwa sababu ya urogo, kumbe ni vile usemi ukweli. Mmasai unajiita Msukuma, ukiuliza Msukuma gani una nguo creativity mtanga unajiita Wasumbawanga mpaka Wachai wanasema o oh, kumbe familia he? jina Junior TV unaenda kwa mganga kumroga, anachofaidi ni kuku wako. Kila siku anakupiga tarehe, njoo kesho njoo kesho, bado hajampata kwenye dira yake. Aha. mpaka akaangazie kwenye dira ya dunia BBC. Ukweli unaponza, kuna mtu unahitajika uongo ili uepukane na kikombe cha mateso e. Unaenda polisi, unaulizwa simu iko wapi? Sema ukweli, sijui simu ilipo, unapigwa. Sema ukweli, simu iko wapi? Yani sio kwamba useme ukweli kweli, unasema ukweli, ila sasa polisi wanahitaji ukweli. Mi kuna siku nilienda polisi kwa kesi ya wizi wa simu nikapelekwa chumba cha gereji, mpaka nikajiuliza wamejuaje kama nati imechomoka. Polisi akaniuliza dogo, simu iko wapi? Na mimi nkamuuliza wewe, simu iko wapi? Dogo mjui gani ni unaniuliza maswali gani hayo? Hata mimi nakushangaa hivyo hivyo unavyoniuliza ujui. Sijui ndugu yangu alivyokuja, akaniuliza kesi inaendeleaje, nikasema kila nikisema ukweli wanasema niseme ukweli. Sasa nataka wanaambie ukweli ni upi? Afande akadakia, sawa, unasema ukweli ujaiba, ila sasa walioleta kesi tutawambiaje? Ninakubidi ukubali kuwa umeiba ili waone tunafanya kazi vizuri. Mi napita jamani, mi napita.